imba asubuhi katikati kote wamekaa wame kimya. Wataimba jioni na yako makanisa mengine machache eh, ambayo yana, yanafanya asubuhi, wengine wanafanya mchana, wengine wanafanya na jioni na lakini hawa wana- wana wanaimba wana, wana mara tano kwa siku maana yake ni nini? Mara thelathini na tano kwa wiki okay. Tuko sawa? maana yake mara hamsini kwa siku kumi maana yake kwa siku thalathini wanaimba mara mia moja na hamsini wakati wa Kristo wa kawaida watakuwa wameimba mara nne tu kwa mwezi, yani Jumapili ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. Huyo ni Mkristo wa levo ya kawaida, huyo ambaye anahudhuria na morning glory, labda atakuwa ameimba asubuhi na jioni kwa, kwa wiki atakuwa ameimba mara kumi na nne kwa wiki, mm, mm. Wakati muislamu atakuwa ameimba mara thelathini na tano Nuh. Yani hata mara mbili yake amfiki. Kwa hiyo hoja ya, ya huyu mtu kusema kwamba hoja kwa yake lazima imeandikwa ya kuwa mziki mwanzilishi wa mziki ni Mungu eh. Kwamba inabidi naye hawezi kurejea maswali lake yes. Kwa muktadha kwamba wao pia mziki ni sehemu ya ibada kwao, ni sehemu ya ibada, na wao wanasema comment yake inazungumzia ni kama wanaoimba ni kama wanatenda dhambi kabisa, na amezungumzia mli mtindo umetumika hey. gati, atam, hmm. ni mtindo wa taarab taarabu, na kati kwanza, hata hii minazi ile mitindo ya taarab, asili yake pia ni huko ambako dini hiyo oh, hey. imetokea, yani waanzilishi wa taarabu <laughs> kiukweli hmm. yani ukizama kimsingi, tungeanza kusema ni Waislamu, Waislam hmm. kwani taarabu hey. imezaliwa mbea eh ndio taarabu imezaliwa mbea eh <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ambapo Ukristo ndo umeanza Tanzania. Taarabu imezaliwa Marekani, imezaliwa, imezaliwa. Kuna ndugu, kumbe mpaka Waislamu Yesu ni Bwana. Kuna ndugu eh. anaitwa Marvin eh. ha, eh. amesema asante, anajua anashukuru, huko anatabasamu. Kuna ndugu anaitwa Tatu Bora anasema Mungu awabariki kwa Holiness TV. Twende, Okay. a <laughs> Nina, ya, ongereni kwa sababu mnatutazama andio, andio, na tuko pamoja na ninyi mm. hakuna chochote ambacho utauliza tutaacha kukijibu kwa neema ya Mungu atakayotupa tutajibu tu amina. Amina. Kwa sababu sisi tunasimamia maandiko yani, hata kama ukija una imani ya Rastafarian tutajibu kwa kutumia kitabu chako kinaitwa The Holy Bible mm. tutakujibia huko amina. Ukija unaitwa Bahai una kitabu chako tutajibu mm. una kitabu chako sijui kinaitwa chochote unachokijua Budha tutajibu mm. Kwa sababu tuko hapa tunataka kumtangaza Mungu aliyefinyanga mbingu na dunia siku moja tu. Hata hao wanajitaga wachokonozi, wanajifanya akili zao siu zimefanyaje, si walete maswali, tuna viwango vya kimbingu vya kujibu hapa M. Na kwa sababu hiyo waislamu wanaimba sana kuliko wote. Yani, kuliko wote nadhani, kuliko wachina nadhani, kuliko mwanadamu yoyote duniani nadhani, wanaimba kuliko mwanadamu yoyote duniani wanaimba akapela hawa jamaa kuliko yoyote Anaongeza huyu jamaa akisema, ndio huyu ndugu mm. anasema majukwaa ya taarabu mm. mara nyingi hubadilika mm. na kuwa maeneo ya kutendwa maasi mm. kutokana na mchanganyiko wa vijana na wanawake waliojipamba mm. hivyo kuwa sehemu mwafaka ya kutongozana. Yaani, hapa alikuwa na, ana- analeta kejeli. Ah, okay. Hii ilikuwa ni kejeri ya moja kwa moja kwa kanisa la Mungu so, yes. Kwanza ameshtumu watu wanaimba taarabu katika video hii. Ehe. Uh -huh. Kwa eh la la mm -hmm. hiyo eh kwa pamoja eh eh na hoja zake kusema kwamba hawa watu walikuwa wanaimba taarabu mm -hmm. anaongea mbele, asema majukwaa ya taarabu mara nyingi ubadilika. Yaani, unajua anasema taarabu inabadilika na uwasi unafanyika baada kwa hiyo assumption yake au kejeli yake ni kwamba katika ibada hii pengine kulikuwa na mambo hayo. Yes, tumesikia si mara moja si mara mbili, walimu wa wa madrasa wana, wanalawiti wanafunzi mm. Swali, kulikuwa kunaimbwa taarabu hapo? mm. Yaani, kama eh, mahali ambapo hakwaimbi taarabu basi kuna utakatifu. mm. Vipi hao wanaofanyiaga matendo machafu nao wanaimbaga taarabu ili matendo machafu yatokee? Sio hilo tu. mm. si mara moja si mara mbili tumesikia na hii ni kanuni katika uongozi wa imani yao mm. kwamba ndani ya kundi moja, ndani ya msikiti mmoja, kukiwa na makundi mawili yanatofautiana, ili kundi moja litawale, lazima kitokee kipigo cha kimataifa, kundi moja lilikung'ute kundi jingine mm. wakishalikung'ute ili kundi jingine kwa